Serikali ya Tanzania imetangaza jumla ya nafasi 17,710 za ajira kwa watanzania wenye sifa stahiki ikiwemo wauguzi, madaktari, maafisa kilimo na uvuvi, ambapo waombaji wanapaswa kutuma maombi yao kupitia mfumo wa Secretariat ya ajira kabla ya Oktoba 29, 2025. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na katibu wa Secretariat ya ajira, nafasi hizo zinahusu kada tofauti za kitaaluma zinazolenga kuimarisha utoaji huduma kwa wananchi katika sekta muhimu za maendeleo ikiwemo sekta ya elimu na afya. Uchambuzi uliofanywa na Nukta TV umebaini kuwa nafasi za ajira katika kada ya afya ndio nyingi zaidi, ambapo nafasi hizo ni wauguzi 3945 wa ngazi ya msaidizi, wauguzi 712 wa ngazi ya afisa muuguzi, madaktari wa kinywa na meno 68, pamoja na wataalamu wengine wa afya ya mazingira, vifaa tiba na maabara. Ajira nyingine zilizotangazwa ni maafisa kilimo, maafisa mifugo, maafisa uvuvi, uhasibu, utawala, sheria, uhandisi, teknolojia ya habari, elimu, utamaduni, michezo maendeleo ya jamii ushirika na ununuzi miongoni mwa masharti yaliyowekwa kwa waombaji ni pamoja na kuwa na sifa za kitaaluma zinazotambuliwa na serikali pamoja na vyeti halali kutoka vyuo vinavyotambuliwa na mamlaka wataalamu wa kada maalum kama wauguzi wahandisi na wataalamu wa afya ya mazingira wanatakiwa kuwa wamesajiliwa na mabaraza yao ya kitaaluma huku waombaji wenye ulemavu wakitakiwa kuainisha aina ya ulemavu wao kwenye mfumo wa maombi ili kuwezesha sekretarieti ya ajira kupata taarifa sahihi. Aidha, masharti ya jumla yaliyoelezwa kwa waombaji wote ni pamoja na mwaombaji kuwa wa raia wa Tanzania mwenye umri usiozidi miaka 45 isipokuwa kwa wale walioko kazini serikalini. Waombaji wote wanatakiwa kuambatanisha wasifu wenye maelezo kamili, ikiwemo namba za simu na majina ya wadhamini watatu wa kuaminika, pamoja na cheti cha kuzaliwa kilichothibitishwa na mwanasheria au wakili. Miongoni mwa nyaraka muhimu zinazotakiwa kuambatanishwa ni vyeti vya taaluma vilivyothibitishwa kisheria, ikiwemo cheti cha kidato cha sita kwa waliofika ngazi hiyo, cheti cha taaluma kama stashahada, shahada, shahada ya uzamili, pamoja na cheti cha kompyuta. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wanatakiwa kuhakikisha vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika, kama Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU, Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA, pamoja na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi NACTE kabla ya kuwasilisha maombi yao. Wastaafu wa utumishi wa umma hawataruhusiwa kuomba isipokuwa watakaokuwa na kibali maalum kutoka kwa katibu mkuu kiongozi. Serikali imesisitiza kuwa haitapokea vyeti visivyothibitishwa kisheria au hati za matokeo kama testimonio, provisional results, Statement result, au result slip kwani nyaraka hizo hazitakubalika kwa mujibu wa utaratibu wa ajira serikalini. Waombaji wanatakiwa kuwasilisha maombi yao kwa njia ya mtandao kupitia mfumo wa ajira wa Secretariat ya Ajira katika utumishi wa umma kabla ya Oktoba 29, 2025, huku akizingatia masharti yote yaliyotolewa kwenye tangazo. Serikali imeeleza kuwa maombi yote yatakayowasilishwa nje ya mfumo wa kielektroniki hayatafanyiwa kazi, na waombaji wote wanatakiwa kufuata taratibu zote zilizo zilizoelezwa ili kuepuka kuondolewa kwenye mchakato wa ajira.